Swali linaloulizwa kwamba huyu mzee Wasira yuko wapi, mbona yupo kimya sana? Je, kuna kipi ambacho kimemkuta mpaka awe kimya kiasi hiki? Sasa ilibidi nijaribu kufuatilia taarifa ambayo ilikuwa inaenea kwenye, kwenye mitandao ya kijamii hususan e, siku hii ya leo kumhusu huyu mzee, na hii taarifa nimeifuatilia pia kwa kigogo naye nimemkuta ameposti lakini pia kuna mtu anaitwa Rodrik Mwanzembe naye pia alikuwa ameposti. So kigogo aliposti nini kumuhusu mzee Wasira? Aliandika kwamba wiki ya pili sasa mzee yupo India, huko anatibiwa, msiache kumwombea, maana betri ipo very low, about to die, alafu akaweka emoji ya kopa lilokatika. Na huyu eh, rodrik naye akaandika Mzee Wasira yuko India kwa matibabu, hali yake sio nzuri, masisiemu yamempeleka kwa siri kwa kuepuka aibu ya mambo yao machafu ya utekaji na uwaji. Sabaada ya kuangalia e, e, kwa huyu pia nikajaribu e, kwenda kwenye mitandao mingine na nikakuta kweli kuna mtu kaposti anaandika kwamba e, kwa kweli acheni Mungu aitwe Mungu tu milele na tusichoke kumlilia hata kwa tone la uhai. Fikiria hapa mmoja amelazwa hospitali India na mwingine yuko jela kwa kuonewa tu. Amedai fomu za uchaguzi. Kweli Mungu yu nasi. Hoja ya hashtag no reforms, no election inaenda kushinda. Asa, nilijaribu pia kutazama fikra za watu. Baada ya kuona kila mtu anasema kwamba e, Wasira e, yuko India yupo hoi. Nikajaribu tena kurudi kwa mtu mwingine ambaye yeye huenda akawa pia na majibu. Anasema kwamba mzee, tunakuombea upone e, uje e, ushuhudie Chadema ikiongoza nchi elfu mbili na ishirini na sita na mheshimiwa Tundu Lissu akiwa ndiye rais wako. hashtag no reform no election. Hakuna mabadiliko ya sheria za uchaguzi, hakuna uchaguzi mkuu Oktoba 2025 NB Mzee Wasira yupo India kwa matibabu, wiki ya pili sasa, madaktari wa India wakipigania uhai wake japo amepelekwa kisiri siri. Sasa hapa ndipo nikajua kwamba hii inshu kweli iko serious, lakini nikajaribu pia kupita kwa watu kuona nini reaction yao baada ya kusikia kwamba kwa huyu mzee anaumwa. Kuna huyu Masawe, yeye anasema: uh, niwe tu mkweli eh, akikata moto lazima ni pande Ee, mara ni kale mchele yaani nile kwa hasira, kwa jinsi wanavyotudharau kwenye hii nchi mm, Mungu fanya jambo, nakuomba mja wako. Aisee, mtu anaombea mtu afe. Okay. huyu mpambanaji asiyechoka anasema da, aisee, Mungu amponye mapema aje tuendelee na mapambano, hakuna kukimbiana, lakini walimwambia apumzike, hakusikia. huyu mwingine anasema Ha, ha, ha, dunia haina siri sisem bana. Mzee na uzee wote huo wanampa majukumu mazito kama vile hawana vijana. Huyu Elisha, akisema na kutakia nafuu ya haraka mzee wetu huyu. Daniel anasema ndo maana haonekani, ana anaminyana na vijana akinaecho wakati umri ushamtupa. Huyu mwingine anasema wanamsumbua babu wa watu maana muda, muda e, wa kula mema ya nchi, sasa wanamwangaisha jamani, wanatumalizia babu yetu jamani. Huyu mwingine e, Lamso elimu anasema kabla ya uchaguzi watamwagika wengi. Sasa hizi ni comment tu baadhi, jua watu wengi huenda e, hili swali jui, so bana, mimi pia nimekuletea tu E, ili uweze kuelewa kwamba kuna hoja huko zinaenda mtandaoni. Kama kuna bisha basi, wewe nenda kaandike hapo mtandao ni Facebook, Instagram, nenda sijui kwenye X kaandike kuhusu Wasira, ama andika tu e, Mzee Wasira yupo wapi? Basi majibu utayapata kupitia posti za watu. Kama kinachosemwa ni ukweli, basi apone. Kama kuna mtu ile alisema kwamba apone haraka ili aje e, kuendelea na mapambano Yani, hakuna mtu kukimbia majukumu. So ndo hivyo, hicho ndo kinachoendelea kumuhusu mzee huyo ambaye kadumu kwa muda mrefu. Yani hakuna rais ambaye kapita e, na e, huyu mzee akawa hayupo kwenye majukumu. Kama unakumbuka hata mtoto wa Nyerere alithibitisha. Anasema, e, toka miaka hiyo yani, anaanza baba yake e, anafatia mzee Mwinyi, anafatia mzee Mkapa, anafatia Jakaya Kikwete, anafatia Magufuli na sasa mama Samia. Basi huyu mzee yuko miaka yote. Unaamini hiki ambacho e, unachokisikia? Je, unahisi atakuwa na miaka mingapi? Tuambie. Je, ulikuwa unajua kama mzee wa Sila yuko bye bye?